Nam, karibu mpenzi mtazamaji, leo tuangazia maisha ya Lionel Andreas Messi kuzaliwa kwake hadi sasa. Lakini kabla hatujaendelea, ningekuomba utufollow katika peji yetu hii ya HD 700. Tuendelee na simulizi yetu. Lionel Andreas Leo Messi anafikiriwa na wengi kuwa mchezaji bora wa soka wa wakati wote. Safari yake imejawa na mafanikio ya ajabu, rekodi zisizovunjika na nyakati za kihistoria. Kuzaliwa na maisha ya awali. Messi alizaliwa Juni 24 mwaka 1987 huko Rosario, Santa Fe, Argentina. Yeye ni mtoto wa tatu kati ya wanne wa George Messi, meneja wa kiwanda cha chuma na Celia Kukutini. Tangu akiwa mdogo alionyesha kipaji cha ajabu kwa mpira, akicheza mara kwa mara na kaka zake wakubwa. Alijiunga na klabu ya Grandoli akiwa na umri wa miaka minne, akifundishwa na baba yake mwenyewe. Akiwa na umri wa miaka kumi, Messi aligundulika kuwa na upungufu wa homoni za ukuaji, hali iliyohitaji matibabu ya gharama kubwa. Klabu yake ya wakati huo, Newell's Old Boys haikuweza kumudu gharama hizo. Hapa ndipo FC Barcelona ilipoingilia kati. Kujiunda na Barcelona na kuibuka kwa kipaji Mnamo mwaka elfu mbili akiwa na umri wa miaka 13, Messi na familia yake walihamia Barcelona, Hispania. Barcelona ilikubali kumlipia matibabu yake yote na kumwandikisha katika akademi yao maarufu ya vijana La Masia. Huko Messi alipanda ngazi haraka sana, akivutia kila mtu kwa uwezo wake wa kipekee. Alianza kucheza kwa mara ya kwanza na kikosi cha kwanza cha Barcelona katika mechi ya kirafiki mnamo Novemba 16 mwaka 2986 akiwa na umri wa miaka 16 tu. Mechi yake ya kwanza rasmi ilikuwa Oktoba 16 mwaka 2906 akiwa na umri wa miaka 17 na akawa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kucheza na kufunga goli katika La Liga, ligi kuu ya Hispania. Enzi ya Barcelona, mafanikio yasiyo na mwisho. Muda wa Messi akiwa Barcelona ulikuwa wa mafanikio makubwa na kuvunja rekodi nyingi. Katika misimu 17 aliyokaa hapo, mwaka 2004 hadi 2021, alisaidia klabu kushinda mataji yasiyopungua 34 ya kiwemo La Liga titles 10, mataji ya ligi kuu ya Hispania, UEFA Champions League titles 4 mataji ya ligi ya mabingwa Ulaya 7 Copa del Rey titles, mataji ya saba ya kombe la mfalme. Alifanikiwa kuwa mfungaji bora wa muda wote wa Barcelona na la Liga, akifunga jumla ya michezo 672 katika michezo 778 aliyoichezea Barcelona. Pia alishinda tuzo nyingi za kibinafsi ikiwemo Ballon d'Or saba akiwa Barcelona. Uchezaji wake mahiri uwezo wake wa kupiga chenga Kutoa pasi za mwisho na kufunga mabao ulimfanya atambulike kama mmoja wa wachezaji bora zaidi katika historia ya mchezo huo. Safari ya PSG na Inter Miami. Mnamo Agosti 21, kwa mshangao wa wengi, Messi aliondoka Barcelona kutokana na matatizo ya kifedha ya klabu hiyo. Alijiunga na PSG nchini Ufaransa ambapo alicheza kwa misimu miwili. Akiwa PSG alishinda mataju mawili ya ligi kuu ya Ufaransa. Mnamo Julai 23 Messi alihamia Marekani kujiunga na klabu ya Inte Miami ya MLS ya major Soccer League ya Marekani. Katika msimu wake wa kwanza aliisaidia Inte Miami kushinda taji lao la kwanza kabisa, Leagues Cup. Mafanikio ya kimataifa na kombe la dunia. Licha ya mafanikio makubwa katika ngazi ya klabu Kombe la dunia lilimponyoka Messi kwa muda mrefu. Hata hivyo, alikuwa na mafanikio makubwa na timu ya taifa ya Argentina: medali ya dhahabu ya Olympic huko Beijing mwaka 2008, Copa America 2021, aliongoza Argentina kushinda taji hili linilosubiriwa miaka 28, akishinda tuzo ya mchezaji bora wa mashindano. Kombe la dunia la FIFA 2022. Huu ulikuwa ubingwa mkubwa zaidi katika maisha yake ya soka. Aliongoza Argentina kwenye ushindi wa Kombe la Dunia kwa mara ya tatu katika historia yao na ya kwanza tangu 1986. Messi alishinda pia tuzo ya Golden Ball kama mchezaji bora wa mashindano. Tuzo za Ballon d'Or. Messi anashikilia rekodi ya kushinda tuzo ya Ballon d'Or mara nane zaidi ya mchezaji yoyote mwingine katika historia. Alizishinda tuzo hizi mnamo mwaka 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 na 2023. Leo hii Messi anaendelea kucheza kwa kiwango cha juu akiwa na Inter Miami na timu ya taifa ya Argentina. Anaendelea kuthibitisha kwa nini anachukuliwa kama mmoja wa wachezaji bora zaidi kuwahi kutokea, akiendelea kufurahisha mashabiki wake ulimwenguni kote kwa uwezo wake usio na mfano. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe chaneli yetu hii ya HD 700. Wakati ujao tutamzungumzia Christian Ronaldo. Nikutakie wakati mwema.